Taifa la Mungu. Shalom, shalom, Nawasalimu kwa jina la Bwana na Mkombozi wetu Yesu Kristo. Nawakaribisha tena katika masomo haya ya unabii ambapo Mungu amekuwa akifunua unabii mzito juu ya nyakati tulizo nazo. Ni mambo magumu ambayo dunia hatujapata kuyajua kabla kwa muda mrefu. Lakini sasa Mungu ametaka tuyajue. Nawakaribisha sasa katika sehemu hii ambapo leo tutakwenda kutazama siri ya unabii juu ya mwaka wa unyakuo, mwaka wa mwisho wa dunia, mwaka wa hayo yote. Najua dunia imefunzwa mengi sana kuhusu hayo, hata wengi wakisimamia sana lile andiko la kitabu kile cha Mathayo sura ile ya ishirini na nne mstari wa thelathini na sita, ya kwamba hakuna ajuai siku wala saa niwakaribishe sana mtu wa Mungu popote pale ulipo uweze kupata haya ambayo wakati wake wa kuyajua umefika. Kumbuka mtu wa Mungu katika kile kitabu cha Daniel katika kile kitabu cha Daniel sura kumi na mbili mstari wa tisa, yapo mambo ambayo Daniel alifunuliwa lakini akaambiwa, haya si wakati wake sasa kuyajua. Enenda zako Daniel, mambo haya yamefungwa mpaka wakati ujao. Ile Daniel kumi na mbili tisa, nasema Akasema enenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Yako mambo kwenye biblia yamefungwa na kutiwa muhuri hata ule wakati wa mwisho utakapofika. Wakati huu wa mwisho utakapofika, ndiyo yule aliyepewa kibali cha kufungua anayafungua na watu wanayajua. Lakini pia kumbuka Yesu alikuwa akiongea katika namna mbalimbali. Kumbuka Yesu ni Mungu na ni mwana wa Mungu. Kumbuka Yesu alikuwa akiongea kibinadamu, alikuwa akiongea kiroho. Anaongea kimungu, anaongea kiroho. Ndicho ninachomaanisha kwamba anaongea kibinadamu na wakati anaongea kimungu. Kwa hiyo andiko hili la Mathayo 24:36 ya kwamba kwa habari ya saa ile na siku ile hakuna ajuaye ila Baba. Hilo ni kwa ajili ya watu ambao hawakuelewa hasa nini alichomaanisha. Yesu amemaanisha kwamba mtu akiwa kiroho ataweza kujulishwa yote, ila yule aliye kidunia huyo hataweza kuyajua. Tutatazama haya taratibu katika sehemu hii ya kwanza ya ya ya ya, ya ufunuo mwaka huu wa unyakuo pamoja na mwisho wa dunia, kisha tutaenda pamoja kabisa e, tukianza kile kitabu cha Zaburi sura ya ishirini na tano mstari wa kumi na nne. Neno la Mungu linasema siri za Bwana iko kwao wa mchao, naye atawajulisha agano lake. Mungu agano lake siku zote ameamua kufanya na wanadamu, ameamua kuchagua kuto kufanya chochote duniani bila kumjulisha mwanadamu, kwa sababu alimpa mwanadamu kutawala. Kwa hiyo amechagua kumshirikisha mwanadamu katika kila jambo linaloendelea duniani. Lakini sio wanadamu wote wanaojulishwa mambo makubwa. Wako wanaojulishwa kulingana na karama na uwezo wao waliopewa. Kitabu hiki cha Zaburi kinaeleza wazi ya kwamba Mungu amechagua mfumo huo wa kumjulisha mwanadamu agano lake, yule mwanadamu wa mchae. Pia kitabu cha Amosi sura ya tatu mstari wa saba inazungumza wazi ya kwamba hakika, Bwana Mungu hatafanya neno lolote, Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Hiyo ndiyo siri ya Mungu, kwamba hatafanya neno lolote bila kuwafunulia manabii watumishi wake siri yake. Kwa hiyo Mungu amefunua haya kama alivyomwambia Danieli, mambo yamefungwa mpaka wakati wa mwisho. Wakati wa mwisho ni sasa, na mtu aliyepewa kufunuliwa yupo ameshapewa kufunuliwa, na tayari Mungu Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo ameagiza wanadamu tuyajue hayo. Ukisoma pia kile kitabu cha Isaya sura ya 42 mstari wa tisa, tazama mambo ya kwanza yamekuwa nami na, na yahubiri mambo mapya kabla hayajatokea, na wapasheni habari yake kabla mambo hayajatokea. Mungu anatupasha habari, Mungu anatujulisha, Mungu anatufunulia yote. Kwa hiyo andiko hili la ishirini na nne thelathini na sita Mathayo, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuae, hata malaika walio mbinguni wala mwana ila baba peke yake. Ni kwa sababu ya watu hao wasiopata neema ya kufunuliwa hii, na sio wote wana uwezo wa kufunuliwa. Kumbuka Mungu amefanya hivyo mara kadhaa, hajawahi kufanya jambo lolote. kabla ya kuangamiza Sodoma na Gomora, kuna mtu alimjulisha. kabla ya gharika, kuna mtu alimjulisha. kabla ya jambo lolote Mungu, kuna watu anawajulisha. wa ndio maana kuna mambo ameyafunga kwa mtu maalum ataweza kuyafungua ukitazama wakati wa Nuhu, kile kitabu cha Mwanzo sura ya saba mstari wa kwanza mpaka wanne mpaka watano wa mstari wa nne unasema kwa maana baada ya siku saba. Mungu anamwambia Nuhu, kwa maana baada ya siku saba, nitaenyesha dunia mvua nitaenyesha dunia mvua siku arobaini mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Huyu Mungu anamwambia Nuhu. Wakati huo watu wako pale, wanakula wanakunywa, wanaoana. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwagiza, kwe Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwagiza. Lakini pia ukienda kwenye ule mji wa Sodoma na Gomora, Mungu alituma malaika walienda kwa Ibrahimu, kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na nane mstari wa kumi na saba na kumi na nane nazungumza kwamba Bwana kanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa hiyo Mungu amechagua sistimu hiyo. Kwa hiyo habari ya kusema kuto kujua siku wala saa ni kwa sababu ya mazingira ambayo mwanadamu yupo. Kuna siri hii hapa, natamani uikamate mtu wa Mungu, kuna siri hii hapa, natamani uikamate. Twende hapa kwenye kitabu cha Luka sura ya kumi na saba mustari wa 27, 28 na 29, utapata mengi hapa yaliyofunuliwa kwenye kitabu cha eh, eh, kwenye lile tukio la Sodoma na Gomora pamoja na gharika. Luka 17:27 inasema walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Maana Yesu anasema kuja kwake kutafanana na vile vile ilivyokuwa katika wakati wa Nuhu na wakati wa Lutu. Wakati wa Nuhu kilifanyika nini? Na hawa watu walikuwa wanafanya nini? Je, ni kwamba hapakuwa na mtu aliyekuwa akijua chochote siku hiyo wakati huo tukio lijalo? Watu walikuwepo akijua. Nuhu alikuwa amejulishwa kama tulivyotazama hapo juu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya saba. Mungu akamwambia nitanyesha mvua siku arobaini mchana na usiku. Na Nuhu alipewa kibali na Mungu kuhubiri miaka mia moja, lakini kwa sababu watu hawa walikuwa katika njia zao, walikuwa katika kuoa na kuolewa, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakitenda mambo ambayo hapo kinyume na Mungu, ile siri haikuwafikia. Kile kibali cha siri za Mungu hawakuweza kuzijua ndipo Yesu anasema kama ilivyo wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa nyakati hizi. Wako watu wataendelea kunywa, wapo watu watu, wataendelea kwenda kwenye madisko, wapo watu wataendelea kwenda kwenye maeneo mbalimbali, lakini neema yangu nitakuwa nimeshaishusha kuwajulisha watu wakati wa ujio wangu mara ya pili duniani. Wasiojua watabaki kusema hatujui, watabaki kusema wanasubiri siku wala saa. Kwa maana wakati wa Nuhu, Nuhu alijua. Wakati wa gharika, Nuhu alijua, hata kabla ya gharika kufika alijua, akaambiwa, wahubiri kwanza, miaka mia, akawahubiria, wakakataa kama we leo utakavyokataa, akagoma kama we leo utakavyogoma. Lakini tambua ya kwamba neema hii Mungu ameishusha kwa watu maalum, ili wawafikishie wengine, kama Nuhu alivyopewa kibali, waambie watu hawa waache dhambi, waambie watu hawa waache uovu. Lakini walikuwa wakila na kunywa na kufanya anasa za kila namna. Kwa hiyo, mtu wa namna hiyo hatajua siku wala saa, mtu wa namna hiyo hataona agano la Mungu, mtu wa namna hiyo ishara za Mungu hawezi kuzijua mpaka ghadhabu itamfikia atakuwa bado yupo katika mitego na ukiziwi wa, wa, wa, wa adui. Kwa hiyo mpaka Nuhu anaingia kwenye safina bado hawana taarifa, hawajui ishara za Mungu, hawajui kalenda za Mungu, hawajui taratibu za Mungu. Kwa hiyo ni kusema kuto kujua siku wala saa, Yesu aliongea kibinadamu kuwalenga watu ambao upofu wa kiroho umewakamata kwa anasa za dunia, lakini Mungu amechagua mfumo huo, ukatae ukubali. Mungu amechagua mfumo huo wa kufanya kazi na wanadamu, amewatuma wanadamu mbalimbali mbali kufunua matendo makuu ya Mungu kwa nyakati mbalimbali mbali katika ulimwengu huu. Kwa hiyo hapa anasema mimi nitakuja kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Sasa wakati wa Nuhu apa inazungumza watu walikuwa wakinywa na kula, wakioa na kuoana hata siku ile Nuhu anaingia kwenye safina hawajui, wakaangamia wote. Ndivyo kitakavyokuwa kizazi hiki. Kwa hiyo haya ndio siri ambayo Mungu ameificha. Yesu ni Bwana wa mabwana mwenye mafumbo makubwa sana, alitumia hekima kubwa mno kufikisha ujumbe. Kuna wakati aliongea kama mwanadamu na kuna wakati anaongea kama Mungu, na ndio maana kuna wakati alilia una unaweza ukasemaje, mwana wa Mungu ni Mungu, analiaje? Ni kwa sababu kuna wakati anabehave kama kama human being kama mwanadamu, na kuna wakati anabehave kama Mungu. Alikuwa anabeba tabia za huku na za huku, inategemea na mazingira aliyonayo. Kwa hiyo wakati wa Nuhu si kwamba wote wakujua. Nuhu alijua alijulishwa, ya kwamba nitaangamiza kizazi hiki, hebu tengeneza safina. Nuhu alitumia miaka mingapi kutengeneza safina? so chini ya miaka mia na hiyo miaka yote alikuwa akihubiri, lakini watu alikataa. Kwa hiyo kutokujua siku la saa ni kwa sababu ya kukosa neema ya kutosha, kutokana na mfumo wa maisha na ambayo watu wanaishi. Tumetazama maandiko kadhaa. Mungu hatafanya yote bila kuwajulisha manabii. siri ya Mungu ipo kwa wa mchao. Danieli alipewa haya, mafumbo yalifungwa, lakini sasa amekwenda kufunguliwa na tutakwenda kuliangalia ufumbo ambalo limefungwa kwenye kitabu cha Danieli sura ya 12 mstari wa 11 na wa 12 wa mwaka wa unyakuo pamoja na mwaka wa mwisho wa dunia. Lakini pia kitabu cha Luka hicho hicho sura ya 17 mstari wa 28, sasa inazungumza na kadhalika, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Yesu anasema yeye ujio wake utakuwa kama wakati wa Nuhu. Lakini pia akasema, kama ilivyo katika siku za Lutu, watu walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Lutu alipewa taarifa, na Lutu alipita kuwatangazia watu kwamba tupo kwenye mji wa hatari, acheni dhambi, tuondoke hapa. Walikataa. Kwa hiyo Yesu anaposema kwamba kam itakavyokuwa ndivyo itakavyokuwa kama ilivyo wakati wa Nuhu na wakati wa Lutu. Lutu tazama, ulikuwa ni wakati gani? Kwani Lutu alikuwa ajui kama kama mji utakwenda kuangamizwa? Lutu alikuwa anajua, Lutu alipewa taarifa, Lutu alijulishwa yote, lakini watu wale waligoma, lakini watu wale walikataa, walikataa kabisa habari za za za za Mungu walizikataa, walizikataa, walizikataa, walizikataa, walizikataa. Hata kitabu cha Mwanzo sita kumi na saba huku Mungu alianza mbali, sema tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, niharibu kila kitu. Anamwambia Nuhu, bado mapema kabisa, bado mapema, lakini wale watu walikataa watu walikataa. Kwa hiyo ndivyo itakavyokuwa kwenye kizazi hiki. Kwa hiyo mtu wa Mungu, andiko hili lipo kwa watu ambao wanajiweka mbali na kumtafuta Mungu. Usiwe miongoni mwao, usiwe watu kati ya hao ambao wanasema hajui siku wala saa. Mungu anashusha neema zake kwa wakati ambao yeye anaona unafaa. Kumbuka Lutu pia alipewa kibali cha kuwafata wakwe zake siku ya gharika, siku ya moto lutu kitabu cha mwanzo sura ya kumi na tisa mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na nne basi wale watu wakamwambia nazungumza wale malaika wawili ambao lutu aliwakaribisha vizuri akawaingiza ndani basi wale watu wakamwambia lutu je unaye mtu hapa zaidi mkwe wanao na binti zako na wowote ulio nao katika mji uwatoe katika mahali hapa maana tutapaharibu sisi mahali hapa kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tupaharibu. Kwa hiyo kusema hakuna, hakuna ajuaye kinachoendelea si wote. Wapo watu ambao Mungu amewapa kibali. Sikiliza, Lutu akatoka akasema na wakwe zake waliowaposa binti zake, akasema ondokeni, mtoke katika mahali hapa kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Umeona? Sasa kwa hiyo si kwamba watu walikuwa wajui, watu wanajulishwa lakini walidharau. Watu wamejulishwa lakini walikataa. Watu walijulishwa lakini wakasema, sivyo haitatokea. Ukienda chini pale zaidi kwenye mstari wa 15 anasema haitatokea, hilo jambo halipo. Kwa hiyo nikutahadharishe ni ni ku, ni mtu wa Mungu kama Danieli alivyoambiwa, hizi ni nyakati za mwisho, ni nyakati ambazo kibali kile ambacho Mungu alikifunga ameshakifungua, mafumbo ambayo Mungu aliyafunga ameyafungua. Na sasa amemruhusu mjumbe wake mjumbe wa agano Nabii Musa aje duniani kwa mara ya pili kufungua mafumbo yote yaliyofungwa tangu wakati wa Danieli. Ndilo hilo tutakwenda kulifungua hapa, tukitumia kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunguo. Nimetanguliza kukueleza haya ili usilitegemea andiko hili, usione kama ni njia ya kukwepa kujua kile Mungu alichoweka mbele yako, kama Mungu anavyosema, Yesu mwenyewe alivyosema kwamba kuja kwake mara ya pili kutakuwa kama wakati wa Nuhu. Wakati wa Nuhu, sio kwamba Nuhu hakujua, Nuhu alikuwa anajua, tena alimwambia kabla kwamba nitaleta gharika kwenye mji huu, kwenye dunia hii nitaiangamiza, huwaubilie. Nuhu akaubiri miaka mia bila mafanikio. Baadaye Mungu kwenye Mwanzo saba akamwambia sasa tengeneza safina maana nitaharibu, nita nita nitanyesha mvua siku arobaini. Kwa hiyo hatua zote akaelezwa, watu wale hawakuweza kusikia na kwa Lutu hivyo hivyo, Sodoma na Gomora anaambiwa kwamba mji huu nitauangamiza, maana maovu yamekuwa ni mengi, watu wanakunywa, wanakula, wanafanya starehe. Kwa hiyo kama unasema ujui siku wala saa, ni kwa sababu ya hizo tabia ambazo zinafanana na wakati wa Nuhu na wakati wa Lutu. Ndivyo Yesu anavyosema kama ilivyo wakati wa Lutu, watakunywa hawajui, watakula hawajui, wataoana hawajui tena kwa Lutu kaongezea watanunua na kuuza hawatajua, ni kwa sababu ya mazingira watakayokuwa. Siku zote Mungu amekuwa akitanguliza mtu katika mambo yote na amekuwa akitumia mwanadamu ni njia aliyoichagua. Kumbuka kabla ya kuja Yesu duniani alitabiri Isaya miaka mia saba nyuma. Soma kile kitabu cha Isaya tisa sita na Isaya saba kumi na nne. Yesu kabla ya kuja duniani malaika walitangulia. Kabla ya kuja mara ya tatu pia malaika watatangulia kuja, lakini pia e, usisahau neno hili, mtu wa Mungu, ya kwamba Yesu mwenyewe amewatanguliza watu wengi sana, amewatanguliza watu wengi sana kabla ya kuja kuhubiri duniani. Alimtanguliza Yohana Mbatizaji. Yohana alitangulia, Yohana akahubiri, yeye ni sauti ya mtu aliyenyikani, itengenezeni njia ya Bwana, inyosheni mapito yake. kwa hiyo Mungu amekuwa akiandaa watu kwa namna mbalimbali kuwaleta na akiwakabidhi siri nyingi ili kuwafunulia wengine, ila shida ipo kwa watu wanaopokea. Kwa hiyo hawatajua siku wala saa kwa sababu ya mazingira walio nayo, lakini Mungu amesema wazi, mambo ya kale yamepita na yajayo kabla yajafika nawapasheni habari yake. Amesema pia kwenye Amosi tatu saba sitafanya neno lolote bila kuwajulisha manabii siri yangu. Amesema pia katika Zaburi 25:14 ya kwamba siri ya Mungu ipo kwa wamchao naye atawajalisha atawajulisha agano lake. Na sasa ni wakati wa mwisho umefika, wakati ambao Danieli aliambiwa kwenye Danieli 12:9 kwamba, Danieli enenda zako, mambo haya yamefungwa hata wakati wa mwisho. Sasa amefunguliwa na aliyepewa kuyafungua ni Nabii Musa amepewa kufungua, watu wajue mwaka wa unyakuo wa Yesu kuja kunyakua kanisa na wa mwisho kuangamizwa kwa dunia kama ilivyo wakati wa Nuhu. Wapo watakao kunywa na kula na kudharau, kama ilivyo wakati wa Sodoma na Gomora, wapo watakaouza na kununua na kudharau. Mwisho wa siku yatawakuta, watasema Mungu hakuleta taarifa. Nabii Musa Mungu amemrudisha mara ya pili duniani kama mjumbe wa agano la mwisho, agano la unyakuo, kuja kuwaandaa watu na kuwaweka sawa wawe katika mpangilio wa mapenzi ya Mungu. Kanisa liko utumwani sasa, kanisa limetekwa sasa. Mifumo ya nchi unayoona inavyokandamiza taifa, inavyokandamiza kanisa, halina uhuru tena. Manabii hawaongei, hawasemi kwa kuwa wanaogopa, wanaogopa mifumo ambayo Mungu hajaiweka. Kwa hiyo Musa amepewa mamlaka juu ya nchi na juu ya dunia. Sasa yuko juu ya nchi ya Tanzania unayokuta kiroho na kimwili inatawaliwa na Mungu sasa ndio maana kuna mvutano katika mamlaka za utawala katika taifa kwa maana Mungu anataka kusimika mamlaka zake ili atawale aongoze serikali yake ya kimungu kufanya mapenzi ya Mungu. Wakati wa Mungu kutawala na kuonekana duniani umefika. Nabii Musa, Mungu alimwandaa kwa miaka mingi sana kwa ajili ya kuja kubeba na kufunua agano ambalo alilificha kupitia kitabu cha Ufunuo 13 18 pamoja na Danieli 12:11 na 12, hapo ndipo panapo na chimbuko la mwaka wa unyakuo pamoja na mwaka wa mwisho wa dunia. Nabii Musa amepitia hatua 14 za kiroho za kimungu na, yani, saba ni hatua za kimungu au za kimalaika katika ulimwengu wa roho na saba za kibinadamu za kiroho katika ulimwengu wa roho, hizo zimeisha 2023 na, na sasa zinakwenda kuonekana kimwili zimeanza kimwili elfu mbili na ishirini na nne na sasa zinaendelea, zitaisha elfu mbili na thelathini. Ameshuhudia kufunguliwa kwa muhuri wa nne tarehe kumi na mbili mwezi wa saba elfu mbili na ishirini na moja. Ameshuhudia kufunguliwa kwa muhuri wa tatu na, na tarumbeta ya tatu. Yesu hatakuja sasa. Yesu atakuja kwenye muhuri wa sita tarumbeta ya sita e, kitasa cha sita. Hayo yote tutaeleza na mara kadhaa tumeeleza tayari. Kwa hiyo Mungu amemwandaa mara nyingi, amesoma chuo cha Bibilia cha mbinguni mwaka elfu mbili na ishirini. Kwa hiyo Mungu amemwandaa na sasa amemtuma aje duniani kufunua mafumbo mazito yaliyofichwa kwa muda mrefu. Nawakaribisha sana. Tukitoka hapa sasa, tunaelekea sehemu ya pili ya kufungua mwaka ambao tutatumia kile kitabu cha Danieli kama tulivyosema hapo awali. Mungu akubariki sana. Ninakukaribisha sana ye mtu wa Mungu, tambua ya kwamba usitumie kigezo cha kusema hakuna ajuaye siku wala saa. Hiyo sio sababu kabisa. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema, amen.